Wakulima kutoka maeneo tofauti ya kaunti ndogo ya Tseikuru katika kaunti ya Kitui wamenufaika na vifaa vya kisasa vya ukulima. Msaada huo umetolewa na serikali kuu kupitia idara ya maeneo kame ili kupiga jeki wakulima wadogo na kuinua hali yao ya kiuchumi. Leo tumekuwa huku Tseikuru Ward, Tseikuru Sub District, group group ambao wamekuwa wakifanya vizuri sana kwa mambo ya group activities na pia mambo ya chakula. Leo tumewapatia adresha tisa, tumewapatia mbelas kumi na tano, tumewapatia tilas sita, tumewapatia chandarua nne, na pia tumewapatia nyuzi ambazo watafunga nazo eh. Kwa magunia lele, tumewapatia magunia 120 ambao ni ya, kwa kuhakikisha chakula kiwekwa hapo hayaribiwi na wadudu. Tumeleta sahii, tuone itupeleka vizuri, tusaidie ukulima wetu, kwa vile huko kwetu kwa ni ufua ndogo, so tukipanda mapema na hizo mashini huwa tunapata mafuno kwa wingi, na tunapata mafuno kwa muda ufahau huku kwetu tume kuna upungufu wa nini wa chakula sana na sana sana, watu wapati chakula kwa sababu ya ukosefu wa kulima wa ng'ombe ng'ombe simeisha. Tumetumia ng'ombe kwa kuuza ku, ku, ku, ku, tupate karu sikaisha. Sasa wale ambao wako na ng'ombe ng'ombe ya kulima ni wachache.